utafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa, nikiwa na, naifahamu hatari hiyo hmm? iliyopo mbele mm yangu juu mm ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote, sitomwogopa mtu yoyote